Mpendo mtazamaji, mamlaka ya haliwa Tanzania inapenda kukutakia heri ya sikukuu ya Christmas kwako pamoja na familia yako, na huu ni utabili wa hali ya hewa siku huu kwa siku leo. Ni matarajio yetu katika ukanda wa Victoria, maeneo ya magharibi mwa nchi, nyanda za juu kusini magaribi, kusini mwa nchi, pamoja na kanda ya kati, panatajwa kuwa na hali ya mwengu kiasi, mvua na ngurumu za radi katika maeneo machache, huku maeneo mengine hapa megineapa chini yaliosalia ya kuwa makavu. Kwa siku ya kesho pepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa ziwa Victoria, ziwa Tanganyika, ziwa Rukwa na ziwa Nyasa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Na kwa ukanda wa pwani yote pepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Na kiwango cha juu zaidi cha joto kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 33 katika mkoa wa Kilimanjaro, Morogoro, Tanga na visiwa vya Pemba. Pena mtazamaji, ni matarajio yetu katika ukanda wa ziwa Victoria, maeneo magharibi mwa nchi, kanda ya kati mkoa wa Manyara, Morogoro, Lindi na Mtwara.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 Kwa jiji la Dar es Salaam tunatarajia mvua na mvua na ngurumo. Dodoma tunatarajia mvua na ngurumo. Jiji la Mwanza tunatarajia mvua na ngurumo. Kilimanjaro tunatarajia mvua na mvua na ngurumo. Mbeya tunatarajia mvua na ngurumo. Morogoro tunatarajia mvua na mvua na ngurumo. Arusha tunatarajia mvua na mvua na ngurumo. Penda mtazamaji, mpaka kufikia hapo hatuna la ziada, na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania inaendelea kukutakia heri ya sikukuu ya Krismasi isiyokuwa na bugza. Ulikuwa na mimi Mariam Phares, asante na nikutakia wakati mwema.